nikiaduri kwamba utaukimbiza na kulinda ndani ya wilaya yako na hatimaye umkabidhi mkuu wa mkoa wa Tanga kwa ajili ya kukabidhi katika kaingur. Mwenyezi Mungu akusaidie.

Vilaya ya Tanga hadi nnatoto mtabizi mheshimiwa katika mkuu wa mkoa Mwenyezi Mungu adi makofu wailayaaoumwenye huo uhuru wakati ule unaanza kukimbizwa, ulikuwa ukisimamiwa na kuratibiwa na Chama cha Mapinduzi chini ya jumuiya ya umoja wa vijana, lakini mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili, wakati nchi yetu imeingia katika mfumo wa vyama vingi, mwenge huo wa uhuru ukaanza kusimamiwa na kuratibiwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndio maana leo hii mwenge wa uhuru hau na itikadi ya kisiasa au na itikadi ya kidini au na itikadi ya kikabila. Ndio maana tunawaambia wananchi kwamba ni mali ya wa Watanzania wote ndio maana tunatambua viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa hapa na tunawakilishwa, ambayo yanawakilisha vyama vingine, ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya hii, lakini pia tunao viongozi wa kidini nao tunawatambua pamoja na viongozi wa kimila. Sasa hapa Tangani, Tanga mjini, naona siwaoni wale machifu. Sasa inaonekana nyie huku hamna machifu, wale wengine wenzetu huwa tunaona mpaka machifu ambao kwa kweli huwa wanafanya kazi nzuri. Baada ya kuyasema hayo ndugu zangu, nawashukuru a Samia Suluhu Hassan juu ya kuhamasisha wananchi juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa maana ya gesi. Ndugu zangu wananchi wa eneo hili la Tanga, Mheshimiwa Rais amekuja na kampeni hii ya nishati safi ya kupikia kwa sababu leo hii amegundua kwamba wananchi wengi wa taifa hili wanaenda kuathirika na wanaenda kuathirika kwa maradhi ambayo tunasema ni ya kujitakia sisi wenyewe, kwa sababu leo hii wananchi walikuwa wengi wanakata miti ovyo lakini pia wanakata miti hiyo hawarejeshi. Kampeni ya kata mti panda mti kama ambayo kwa kweli Mheshimiwa Rais ilimsikitisha kwa hali kubwa, ndio maana leo hii akaja na kampeni ya gesi ya kupikia. Na kampeni hii kwa kweli Mheshimiwa Rais amefanikiwa kwa, kwa, kwa asilimia mia moja naomba tumpigie makofi mengi sana. Nasema kwamba amefanikiwa ni kutokana na kwa sababu leo hii viongozi wa kidunia na Afrika wanakuja nchini kwetu kuja kujifunza Daktari Samia amewezaji juu ya kampeni hiyo. Kwa kweli, mheshimiwa rais amefanikiwa na naamini ile azma ya kufikia elfu mbili na thalathini zaidi ya wananchi asilimia tisini na tano wameweza kutumia nishati safi ya gesi, kwa kweli, tutafanikiwa. Kwa sababu na nyinyi wana wilaya jiji hili la Tanga humeonyesha hayo kwa vitendo, naomba jipigieni makofi mengi sana. Lakini pia ni kushukuru na mheshimiwa mbunge, naamini na wewe umesha fanya kazi hiyo na kutoa mitungi ya gesi katika maeneo mbalimbali Tunatambua kwamba na nyinyi muliwezeshwa juu ya kuhakikisha sera hiyo munaiendeleza katika majimbo yenu, lakini pia ni washukuru sana viongozi wa halmashauri kwa kazi kubwa na nzuri amba amba da ambayo wanaendelea juu ya kuhakikisha wanatunza rasilimali ambazo zilizopo. Dada yangu pale, wakati anaoasilishia taarifa ya kwamba leo hii jiji hili kupitia maeneo ambayo wanahisi kuna plastiki na mambo mengine, wameweza kuzifanya kama ni fursa katika maeneo hayo, kwa kweli tunawashukuru sana Tanga jiji kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mwenge wa Uhuru 2025 katika jiji la Tanga umekagua umefungua umeweka jiwe la msingi katika miradi saba yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tatu ndani ya jiji la Tanga. Na hapa kiongozi wa mbio za Mwenge akatoa neno kwa wananchi wa jiji hilo. kweli nichukue fursa hii kukushukuru wewe pamoja na wasaidizi wako wote kwa kazi nzuri ambayo mumeifanya siku ya leo. Kwa kweli mwenge wetu huo uhuru muliupokea muda wa saa mbili na nusu asubuhi, tukiwa tunatokea ndani ya wilaya ya Mkinga, ambapo kwa kweli mwenge wa uhuru ulianza kukimbiza kuanzia muda huo hadi muda huu kuweza kufika katika viwanja hivi. Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya hii ya Tanga, kwa kweli mwenge wa uhuru ulitembelea jumla ya miradi saba na miradi hiyo ilikuwemo ni miradi ya kuzindua miradi ya kuweka mawe ya msingi, lakini pia na miradi ya kutembelea. Na jambo la kumshukuru Mungu, kwa kweli miradi yote ambayo imetembelewa na kupitiwa na mwenge wa uhuru, mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 iliridhia miradi hiyo kwa asilimia mia moja. Naomba tupige makofi mengi sana mwenge wa uhuru 2025. <coughs> hitimisha mbio zake katika mkoa wa Tanga na kukabidhiwa Zanzibar. kutoka ndani ya jiji la Tanga ni Pamela Chaula.